Kocha wa zamani wa mpira wa kikapu Pat Riley alieneza usemi maarufu, ugonjwa wa kutaka zaidi. Kwa miaka mingi, aligundua kwamba timu nyingi zilizoshinda ubingwa mara chache sana hurudia ushindi huo mwaka unaofuata. Ilikuwa kana kwamba mara tu wachezaji waliposhinda ubingwa huo, walitaka zaidi: walitaka pesa zaidi, udhamini zaidi, umaarufu zaidi, na muda zaidi wa kucheza. Wachezaji wa mpira wa kikapu walianza kujifikiria wao wenyewe na mshikamano wa timu ukaharibika kabisa. Hata timu zenye vipaji vikubwa zilijikuta zinashindwa mwaka uliofuata. Unajua, imenijia akilini kwamba hili ni kweli pia katika maisha. Ni rahisi sana kuambukizwa ugonjwa wa kutaka zaidi. Daima tunataka zaidi kwa ajili yetu wenyewe. Sasa Mathayo Marko na Luka wako karibu kutuonyesha inavyokuwa wanafunzi wanapoanza kujifikiria wao wenyewe. Huenda ukakumbuka kwamba Mathayo alikuwa mtoza ushuru wa zamani na ndiye anayezingatia sana kile kinachotokea baada ya hapo. Tuko hapa katika Injili yake sura ya 17 na, na Petro anakwenda kukutana na wakusanya ushuru wa hekalu, na hapa katika mstari wa 24 wanamuuliza, je, mwalimu wako halipi ushuru? Petro anajibu ndiyo. Katika mstari wa 25, inaonekana kutokana na kile alichokiona Yesu akifanya hapo awali. Basi inaonekana Yesu e, anaona au anasikia tukio hili, kwa sababu dakika chache baadaye anamuuliza Petro, unaonaje Simoni, wafalme wa dunia hutoza ushuru au kodi kutoka kwa nani, kutoka kwa watoto wao au kutoka kwa wengine? Na aliposema kutoka kwa wengine, Yesu akamwambia, basi watoto wako huru. Kwa maneno mengine, watawala wanadai ushuru kutoka kwa watu na familia zao hazitozwi ushuru. Na hoja ya Yesu hapa ni ya kuvutia. Basi kwa kuwa kodi hii maalum ni kwa ajili ya hekalu, na kwa kuwa Baba yake Yesu ni Bwana wa hekalu, je, si inapaswa yeye mwana wa Mungu eh, asilipe kodi ya hekalu? Basi hiyo ingekuwa hoja ya ujanja sana, lakini Yesu anasema nini kwenye mstari wa 27? Hata hivyo, ili tusikosee mbele yao, nenda baharini, ukatupe ndoano, na uchukue samaki wa kwanza atakayepanda, na utakapofungua kinywa chake utapata shekeli, ichukue hiyo, uwape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Sasa Yesu hafundishi hapa kwamba tunapaswa kwenda kuvua samaki ili kupata pesa za kodi yetu, ingawa hiyo ingekuwa sababu nzuri ya kutumia muda zaidi majini. Kile Yesu anachofundisha hapa ni kanuni kwamba tunapaswa kuwa tayari kuachilia haki zetu ili watu wengine wasikwazike. Bwana pia anamfundisha Petro na sisi kwamba Mungu atashughulikia mahitaji yetu, hata pesa za kodi. Sasa pamoja na hilo, katika Luka sura ya 9 tunaambiwa kinachotokea baada ya hapo. Kwenye mstari arobaini na sita, kulitokea mabishano kati yao wale wanafunzi kumi na wawili kuhusu nani kati yao alikuwa mkubwa zaidi. Sasa sikiliza hili. Hawabishani kuhusu nani atakayekuwa mkubwa zaidi katika ufalme, bali nani ndiye mkubwa zaidi kati yao sasa hivi. Inaonekana kuwa kuwa mwanafunzi wa karibu wa Yesu kumeingia kichwani mwao moja kwa moja. Wamepata mafanikio ya kujivunia, na sasa waangalie: wamekuwa watu wa mabishano, wenye ushindani, wanaotafuta maslahi yao binafsi na wenye tamaa ya madaraka. Wamejiona kuwa wao ni wenye haki kuliko wengine. Yaani, kila kitu kimekuwa kuhusu wao tu kwa njia. Lazima nikiri, ninashukuru sana kwamba Bwana hawafukuzi kwenye timu yake na kuunda timu mpya na kuanza msimu mpya. Hapana, Bwana mwenye neema yuko tayari kama kawaida kufanya kazi na wafuasi wenye mapungufu, wenye dhambi, wenye kiburi na kuendelea kuwafundisha na kuwaunda. Na kumbuka hilo linatupa mimi na wewe tumaini na faraja. Sawa, atawakemea lakini hatawaacha atawafundisha kanuni nzuri ya kiroho, na hii hapa: kama unataka kuwa mtu wa maana, unatakiwa kuwa mtu asiye na jina, na unapokubali kwamba wewe si kitu, atakufanya kuwa mtu wa maana kwa utukufu wake na si kwa ajili yako mwenyewe. Nimeshawahi kusema hapo awali na nitanukuu tena maneno ya Martin Luther, yule mrekebishaji alisema, Bwana aliumba dunia kutoka kwenye utupu, na tunapokuwa si kitu, Bwana atatengeneza kitu kutoka kwetu pia. Sasa aya arobaini na saba Yesu akamchukua mtoto na kumweka pembeni yake na akawaambia, yeyote anayempokea mtoto huyu kwa jina langu ananipokea mimi na anayenipokea mimi anampokea yeye aliyenituma kwa maana yule aliye mdogo kuliko wote kati yenu ndiye aliye mkuu. Yesu anabadilisha kabisa maana ya kuwa mchezaji bora wa timu. Hii ndiyo ukuu wa kweli hapa. Kwa kweli, neno la Kigiriki kwa mtoto ni paidion. Kwa hiyo unapaswa kufikiria mtoto wa chekechea. Yesu hasemi kwamba ukiwa mwema kwa watoto, watoto wadogo, watoto wa chekechea, utaingia mbinguni. Anawaambia wanafunzi wake, jinsi mnavyomtendea mtoto huyu itaonyesha kama mmeelewa maana ya ukuu wa kweli. Sasa hii inapingana kabisa na fikra za jadi za siku za Bwana. Kwa kweli, Talmudi, maandiko makuu ya Uyahudi wa marabi, ilisema kwamba kukaa na watoto hakukuongeza chochote katika maisha ya mtu. Kimsingi, ilikuwa ni kupoteza muda. Hiyo ni kwa sababu ukuu kwa marabi ulifafanuliwa na watu uliokuwa nao karibu. Kama ulikuwa unajua, unazunguka na watu muhimu, basi hiyo ilikufanya na wewe kuwa muhimu. Kwa hiyo, kwa nini utoe muda au umakini kwa watoto wanaokimbia mitaani au, unajua, kwenye uwanja wa nyuma wa nyumba yako? Unaona, Petro, Yakobo na Yohana bila shaka walidhani wao ndio wanafunzi muhimu zaidi, kwa sababu ya uhusiano wao wa karibu, ushirika wao wa karibu na Yesu. Hawa wanafunzi watatu walikuwa wamekuwa na Yesu kwenye mlima wa mageuzi pamoja na Musa na Eliya. Yani, ni nini kingine wangehitaji kuelewa kwamba wao ni wakuu? Angalia ni kina nani waliruhusiwa kuwa nao karibu Yesu. Anasema hapa kwa ufanisi, hapana hapana, ukimpokea mtoto, yaani ukiwa karibu na mtoto mdogo wa chekechea ambaye ni mdogo na dhaifu na hawezi kutoa mchango wowote mkubwa kwenye wasifu wako, ngoja ni kuambie, uko njiani kuelekea ukuu wa kweli. Sasa basi, kwa hilo Luka anaendelea na tukio jingine ambapo kiburi cha wanafunzi kinaonekana tena. Hapa kwenye mstari wa 49, Yohana akajibu: Mwalimu, tulimwona mtu mmoja akitoa pepo kwa jina lako, tukajaribu kumzuia, kwa sababu hafuatani nasi. Lakini Yesu akamwambia, usimzuie, kwa maana yule asiye kinyume nanyi yuko upande wenu. Kwa hivyo hapa una mtu anayetoa pepo kwa mafanikio na wanafunzi wanataka bwana amzuie. Kwa nini? Vema, kwa sababu yeye yeye si mmoja wao, yeye hayuko kwenye timu yao. Kwa kusema kwa kweli, ukirudi kwenye injili ya Marko tunaambiwa kwamba mtu huyu ni mwamini wa Yesu. Kwa hiyo anafanya kazi ya Bwana, anafanya hivyo katika jina la Bwana. Ah, na usikose ukweli kwamba anafanikiwa kuwatoa wanyonge ni dhahiri anaifanya kwa mamlaka aliyokabidhiwa na Bwana. Lakini unajua hajaidhinishwa na klabu, hajapata kibali rasmi, unajua kutoka kwa ofisi ya wanafunzi kumi na wawili. Yuko nje ya mduara wao mdogo wa timu. Naam, ni dhahiri amefanikiwa zaidi kuliko wao. Kumbuka hivi majuzi tu wameshindwa kutoa pepo. Kweli, wacha niwaambie, wanafunzi safi na rahisi wanawivu wanataka kumfungia mtu huyu kwa sababu anawaonyesha. Sasa ninaweza kusikia tu hoja zao. Unajua, hayuko karibu na Bwana kama sisi, hajachumbuzwa kama sisi tulivyochumbuzwa, yeye hakuchaguliwa kuwa mwanafunzi kama sisi tulivyochaguliwa. A, kwa hakika hawezi kutumiwa na Mungu. Naam, yuko Mathayo na Marko wote wawili wanarekodi maneno makali sana kutoka kwa Yesu, akionya dhidi ya kuwa kikwazo kwa mtu anayejitahidi kumfuata kwa kweli. Yesu anarudia maneno kutoka kwenye mahubiri yake ya Mlimani, akisisitiza kwamba wafuasi wake lazima waepuke kusababisha madhara ya kiroho kwa waumini wenzao. Sasa unawachukuliaje watu ambao si kama wewe kwa kila jambo? Sasa sizungumzii kuhusu mafundisho ninazungumzia maoni maoni binafsi. Unajisikiaje pale Mungu anapoonekana kuwabariki wengine badala yako? Unaitikiaje wengine wanapofanya vizuri zaidi katika huduma yao kwa Bwana na hawako kwenye kundi lako dogo? Basi hisia hizo, majibu hayo ulionayo nayo, ni ushahidi wa ugonjwa wa kutaka zaidi. Nataka umakini huo. Nataka umaarufu zaidi. Nataka mafanikio zaidi. Nataka kutambuliwa zaidi. Unaona, ugonjwa wa kutaka zaidi utapona tunapolenga kumfuata Mwokozi. Yeye alifanya nini? Alijitoa kwa hiari kila kitu alichostahili ili atupatie sisi kitu ambacho hatukustahili. Aliacha haki zake ili sisi tuweze kupata haki ya milele, haki ya kuwa watoto wa Mungu.